Sasa tunapoanza safari yetu ya hekima leo, tunarudi juu ya mlima wa Mizeituni hadi kwenye bustani ya Getsemane. Unaweza kukumbuka neno Getsemane linamaanisha kisafisha mafuta. Na kama vile kisafisha mafuta kinavyokamua matone ya mwisho kutoka kwenye zeituni, vivyo hivyo tutaona shinikizo juu ya Yesu. Hili litakuwa na umuhimu mkubwa wa milele na pia litakuwa na maumivu makubwa sasa injili za madhayo na marko zinaandika hasa kile yesu alichoomba pale bustanini na ningependa kuonyesha mambo mawili kuhusu kipindi hiki cha maombi chenye uchungu kati ya yesu na baba yake jambo la kwanza nataka uangalie ni kujisalimisha kwa bwana tutaangalia madhayo 26:39 yesu anaomba baba yangu kama inawezekana kikombe hiki kiniepuke lakini si kama nitakavyo mimi bali utakavyo wewe katika mstari wa arobaini na mbili tena kwa mara ya pili, akaenda na kuomba, baba yangu kama hiki hakiwezi kuniepuka nisipokinywa, mapenzi yako yatimizwe. Sasa mara mbili Yesu anasema baba yangu. Hivyo katika uzoefu huu wote wa upweke Yesu mwanadamu hakupoteza kamwe hisia ya kuamini na kutegemea kwa Mungu Baba, na anaendelea kumwita kwa jina hili la thamani, baba yangu. Hii ni mfano mkubwa sana kwetu kwa njia yoyote ile Yesu hakuwahi kuuliza uko wapi? Wala hakuwahi kusema inaonekana hunipendi tena. Unajua, sisi huwa tunatoa hitimisho zisizo sahihi kutoka kwenye Getsemane zetu. Sisi kwa namna fulani, tunadhani kwamba maumivu na mateso ni ushahidi kwamba Mungu hayupo, au yupo lakini hamjali mtu. Unajua, ishara ya ukomavu wa Kikristo ni kuwa na uwezo wa kuomba katika uzoefu wako wa bustani ya Getsemane kwa ujasiri ule ule wa Baba yangu: najua wewe ni wangu, najua bado naweza kukuamini, najua hujaniacha peke yangu. Sasa kuna kipengele cha pili cha sala hii, na tutakiita mapambano ya kweli ya Bwana. Tena hapa katika mstari wa 39, Yesu anaomba, Baba yangu, kama inawezekana, kikombe hiki kiniepuke, lakini si kama nitakavyo mimi, bali utakavyo wewe. Linganisheni hilo na mstari wa 42, tena, Baba yangu, kama hiki hakiwezi kuniepuka nisipokinywa, mapenzi yako yatimizwe. Sasa hiki kikombe ni nini hasa kinachomsababishia Bwana maumivu makali sana moyoni mwake? Basi Biblia hutumia mfano wa kikombe mara nyingi katika agano la kale, kuashiria ghadhabu ya Mungu. Kwa mfano, mtunga zaburi anaandika katika Zaburi 75 lakini, ni Mungu ahukumuye, humshusha huyo na kumwinua yule. Maana mkononi mwa Bwana mna kikombe chenye divai inayochemka imechanganywa vizuri, naye humimina kutoka humo, na waovu wote wa dunia watakinywa mpaka mwisho wa mabaki yake. Hivyo basi, ghadhabu ya Mungu dhidi ya dhambi za dunia ndiyo Yesu anamaanisha hapa anapozungumzia kuhusu kikombe hicho. Sasa kama mwanadamu kamili, Yesu bila shaka alikuwa anaogopa mateso makali ya kimwili ambayo msalaba utamletea, lakini ngoja ni kuambie mateso hayo si kitu kabisa ukilinganisha na kuipitia ghadhabu ya haki ya Mungu Baba itakayomwagwa juu yake wakati anabeba dhambi za dunia katika mwili wake itakuwa lazima anapobeba dhambi katika mwili wake kama Moja Petro saa mbili na madakika ishirini na nne inavyotuambia, kwamba Mungu Baba atalazimika kumgeukia mbali naye. Kutakuwa na kukatika kwa ule ukaribu wa ndani kabisa katika uungu. Hapana, Utatu Mtakatifu hautagawanyika hata kwa sekunde moja, hautapunguzwa kuwa kitu kidogo kuliko Mungu wa utatu lakini kwa saa chache zile msalabani ushirika utapotea kati ya Mungu Mwana, Mungu Roho na Mungu Baba. nana Mwana wa Mungu anajua kwamba atakutana na ghadhabu ya Mungu kwa niaba yetu, na kwa kuwa yeye ni mwanadamu, basi anaweza kustahimili adhabu hiyo yote kikamilifu. Ataihisi kila sehemu yake, ikijumuisha kifo. Kwa nini? Kweli, mshahara wa dhambi ni mauti, Warumi saa 6 na madakika 23 kwa hiyo Mungu hawezi kufa, lakini Mungu Mwana alipochukua umbo la mwanadamu sasa anaweza kufa. Lakini kwa sababu pia yeye ni Mungu anaweza kulipia dhambi za ulimwengu mzima. moja yohana mbili mstari wa mbili. Kwa muda wa saa chache tu anaweza kulipa deni la milele kwa ajili yako na yangu. Sasa kama kama, kuna njia yoyote iwezekanavyo, Yesu angetaka kuepuka maumivu yasiyoweza kufikirika yaliyokuwa mbele yake, lakini nataka uelewe hili hapa: jambo lake kubwa zaidi ni kutimiza mapenzi ya Baba yake. Kwa hiyo, wapendwa, unapokuwa unaomba katika bustani yako ya Gethsemane, unapozungukwa na huzuni, utajaribiwa kujaribu kulazimisha mapenzi ya Baba yako yafanane na yako, kujaribu kumshawishi aone mambo kwa mtazamo wako Kweli ni baraka iliyoje hapa kuona mfano wa Bwana wetu aliyekubali mapenzi ya Baba yake kuliko yake mwenyewe. Sasa nikihitimisha, mfano ambao Yesu anatupa hapa bustanini, maneno matatu yamenijia akilini. Neno la kwanza hii ni tambua: tambua kwamba Gethsemane ni hali ambazo kila muumini atapitia kwa kweli, katika barua yake ya pili kwa Timotheo, mtume Paulo aliandika katika sura ya tatu mstari wa kumi na mbili hakika wote wanaotaka kuishi maisha ya utaua katika Kristo Yesu watateswa. Wataumia kwa namna moja au nyingine, kwa njia yoyote ile, mateso ni sehemu ya maisha ya kila muumini, kwa sababu tu ya kuishi katika dunia hii lakini zaidi ya hapo waumini wanaotafuta kuishi maisha ya utawa kama Paulo anavyosema, basi umehakikishiwa kuteswa. Hakuna hakuna njia ya kuepuka aina fulani ya maumivu, kukataliwa, mateso au dhuluma. Lakini kisha mtume Paulo anaongeza kile ambacho ningekiita habari njema kwetu katika moja Petro saa tano na madakika kumi Anasema, baada ya kuteseka kwa muda kidogo, Mungu wa neema yote aliyewaita kwenye utukufu wake wa milele katika Kristo, yeye mwenyewe atawarejesha, atawathibitisha, atawatia nguvu na kuwaimarisha. Kwa hiyo tunahitaji kutambua kwamba Gethsemane zetu haziwezi kuepukika, lakini ni za muda tu, na mwishowe zinatia nguvu imani yetu na kutuimarisha katika kutembea kwetu na Kristo. Neno la pili linalonijia akilini ni neno kumbuka. Kumbuka kwamba kutembea karibu na Kristo hakukuepushi na Getsemane. Kunakupeleka moja kwa moja ndani yake. Kutembea na Mungu hakuondoi uwezekano wa ugumu au mateso. Kushirikiana na Baba hakukusaidii kuepuka huzuni. Inakusaidia kuipitia. Kwa kweli kubaki karibu na Kristo katikati ya msukosuko kunaweza kubadilisha bustani ya Getsemane kuwa darasa ambapo masomo ya kina kabisa yanaweza kujifunzwa. Sasa tambua, kumbuka, halafu nataka nikupe neno moja muhimu zaidi: tambua. Tambua kwamba unapoumia kwenye bustani, marafiki wa karibu wanaweza kukutia moyo, lakini hawawezi kuchukua nafasi ya Baba yako wa mbinguni. Kwa kweli angalia tu wanafunzi wa karibu kabisa wa Bwana hapa, Petro, Yakobo na Yohana. Bwana aliwaalika waungane naye bustanini. Hawa ni marafiki zake wa karibu kabisa hapa duniani, na hapa ndipo tunaposoma katika Mathayo 26:40 akaenda kwa wanafunzi akawakuta wamelala usingizi, akamwambia Petro, hivyo hamkuweza kukesha pamoja nami hata saa moja? Kesheni na kuomba, msije mkaingia majaribuni. Roho iko tayari, lakini mwili ni dhaifu. Naam, lile himizo inaonekana halikutosha. Mstari wa arobaini na tatu akarudi tena akawakuta wamelala maana macho yao yalikuwa mazito. Basi akawaacha tena akaenda kuomba kwa mara ya tatu, akirudia maneno yale yale. Kisha akarudi kwa wanafunzi akawaambia, laleni na pumzikeni baadaye Tazama, saa imefika, na mwana wa Adamu anasalitiwa mikononi mwa wenye dhambi. Inukeni twendeni, tazama msaliti wangu amekaribia. Sasa ukirudi nyuma kidogo kwenye maandiko, unakumbuka aliwaomba rafiki zake waombe pamoja naye, na bila shaka waombe kwa ajili yake pia. Mara mbili aliwasisitiza wabaki macho, na kila mara aliporudi aliwakuta wamelala fofofo. Lakini sikiliza, mpendwa, unapopitia safari ya Gethsemane, hakuna mtu yeyote e, si mume wako, mke wako, baba yako, mama yako, watoto wako, marafiki zako, au hata wenzako kazini, e, hakuna atakayeelewa kabisa kile unachopitia. Ni mtu mmoja tu atakayeelewa, Yesu. Na Yesu anajua kabisa kile unachopitia, anajua jinsi inavyohisi na anaelewa. Hivyo hapa katika bustani ya Getsemane Yesu anaangalia mbele. Anaona mateso yote ya kikombe ambacho atalazimika kukinywa kabisa kwa ajili yetu. n na, na anamaliza muda wake hapa kwa kusema kauli hii ya ajabu, Baba, mapenzi yako yatimizwe. Na kuanzia wakati huu mpendwa, hakuna sauti, hakuna dalili yoyote ya kusita. Yesu anatembea mbele na anatufundisha sote jinsi ya kupita Getsemane pia.